Hujambo msikilizaji na karibu katika matangazo yetu ya jioni, ikiwa tayari imetimia saa 12 kamili Afrika Mashariki. Mimi ni Josephat Charo, DW habari za Ulimwengu. Kwanza ni habari hizo kwa ufupi. Msomaji wako jioni hii ni mimi Jacob Safari. Makamu wa rais wa Marekani JD Vance awasili Israel. Kansela wa Ujerumani akosolewa kutokana na matamshi yake kuhusu uhamiaji. Na kazi ya kupigania haki ya Umoja wa Mataifa yakabiliwa na kitisho. Habari kamili. Tel Aviv: makamu wa rais wa Marekani JD Vans amewasili Israel leo kwa ajili ya kutilia mkazo mpango wa amani wa Gaza. Ziara ya Vance inafuatia mashambulizi na maswali yaliyoibuka kuhusiana na jinsi ya kusonga mbele na mpango huo kwa ajili ya amani ya kudumu. Vance anakutana na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na anatarajiwa kuwepo kwenye eneo hilo la Mashariki ya Kati hadi siku ya Alhamis. Hapo jana, wajumbe wa Marekani Steve Witkoff na Jared Kushner walikuwa wa kwanza kufika Israel. Haya yanafanyika wakati ambapo mashirika ya kimataifa yanasema yanaongeza juhudi za utoaji misaada Gaza. Abir Etefa ni msemaji wa shirika la Mpango wa Chakula Duniani WFP katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Um, so I think since the ceasefire, kwa hiyo wanafikiri tangu usitishwaji wa mapigano uh, mnamo Oktoba 11 na malori zaidi ya 530 uh, yameingia Gaza yanasaidia katika masuala ya kutoa na kusambaza chakula. Kufikia sasa kuna zaidi ya tani elfu sita mia saba za chakula kichwa, ni chakula cha kuwatosha zaidi ya watu nusu milioni kwa wiki mbili. Shirika hilo vilevile vile linasema idadi hiyo bado ni ya chini kilinganishwa na malori kati ya mia tano na mia sita iliyokuwa ikiingia Gaza kila siku kabla vita. Berlin. Afisa mwandamizi katika chama cha kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amejiunga na ukosoaji unaozidi wa kansela huyo kutokana na matamshi yake kuhusu uhamiaji ambayo wapinzani wake wameyataja kama ya hatari. Kansela Merz wiki iliyopita alisema kuwa visa vya uhalifu katika miji mikuu ya Ujerumani vinatokana na ongezeko la wahamiaji. Alipoulizwa na mwandishi mmoja alichomaanisha kuhusu matamshi yake hayo, kansela huyo alimwambia mwandishi huyo awaulize wanawe wa kike kama anao. Na sasa mbunge katika bunge la Ulaya ambaye pia ni mkuu wa maswala ya kijamii katika chama cha Merz cha CDU, Dennis Ratke amejitokeza na kudai kuwa kama kansela Merz ana jukumu la kuleta uwiano wa kijamii. Matamshi ya Merz pia yamekosolewa na chama cha kisoshalisti cha SPD, ambacho ni chama kilicho katika serikali ya muungano pamoja na CDU, huku katibu wake mkuu Tim Klusendorf akisema Merz anapanda mbegu za migawanyiko na kuvunja uaminifu. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn. Geneva, shughuli za utetezi wa haki za Umoja wa Mataifa zinalengwa kupunguzwa wakati ambapo Umoja wa Mataifa unakabiliwa na mgogoro mkubwa wa kifedha. Hatua hii inatisha uchunguzi muhimu na juhudi za uwajibikaji. Haya ni kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa na shirika la kimataifa la huduma ya haki za kibinadamu ISHR. Shirika hilo linasema hatua ya Marekani kutolipa ada yake ya wa wanachama ya Umoja wa Mataifa pamoja na juhudi za China na Urusi kuondoa ufadhili wa mashirika ya kutetea haki ni mambo yanayoweza kuwa pigo kwa mapambano ya Umoja wa Mataifa katika masuala ya ukiukaji wa haki. Shirika hilo pia limesema kuwa tayari uchunguzi wa ngazi ya juu ulioamrishwa na baraza la umoja wa mataifa la haki za binadamu kuhusiana na machafuko yanayoikumba jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo umeshindwa kufanyika kutokana na na ukosefu wa fedha. Kampala, tume ya uchaguzi nchini Uganda imetangaza leo kuwa uchaguzi mkuu nchini humo utafanyika Januari 15. Rais aliyeko madarakani kwa sasa Yoweri Museveni atatafuta kuongeza muda wa utawala wake hadi kufikia karibu nusu karne katika uchaguzi huo, kama ilivyokuwa katika uchaguzi wa elfu mbili ishirini na moja. Mpinzani mkuu wa Museveni anatarajiwa kuwa Robert Chagulanyi maarufu kama Bobi Wine. Wine anasema Museveni alishinda uchaguzi uliopita kutokana na wizi wa kura na vitisho kwa wapiga kura, madai yanayokanushwa na maafisa wa chama tawala cha NRM wanaosema Museveni alishinda kihalali kutokana na uungwaji mkono aliyokuwa nao. Na hatimaye Khartoum, uwanja wa ndege wa kimataifa wa Khartoum umeshambuliwa kwa droni mapema leo, siku moja kabla serikali inayoungwa mkono na jeshi la Sudan kufungua rasmi uwanja huo kwa ajili ya safari za ndani ya nchi Kuanza kwa safari hizo itakuwa mara ya kwanza tangu zaidi ya miaka miwili. Mashuhuda wameliambia shirika la habari la Ufaransa AFP kuwa wamesikia sauti za droni katika maeneo ya kati na kusini mwa Khartoum, pamoja na milipuko katika eneo la uwanja wa ndege kuanzia saa kumi asubuhi hadi saa kumi na mbili. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka Bonn, DW. Dunia Yetu Leo Jioni. Shirika la Mpango wa Chakula la Umoja wa Mataifa WFP lasema usambazaji chakula umeongezeka Gaza, lakini bado haujafikia kiwango cha kuridhisha. Mgombea wa Chama cha Mapinduzi CCM katika uchaguzi wa rais huko nchini Tanzania afanya kampeni ya lala salama mkoa wa Dar es Salaam na shirika la AVOD nchini Burundi laitaka serikali kuhakikisha hukumu inatolewa na ukweli unawekwa wazi kuhusu mauaji ya rais wa kwanza wa nchi hiyo Melchior Ndadaye na washirika wake miaka 32 iliyopita. Taarifa ya Habari za Ulimwengu imesomwa kwako na Jacob Safari na mimi ni Josephat Charo na kukaribisha msikilizaji katika safu hii ya uchambuzi wa ripoti zetu. Tuanzie huko Gaza. Shirika la Umoja wa Mataifa la Mpango wa Chakula Duniani WFP limesema leo kwamba usambazaji wa misaada ndani ya Ukanda wa Gaza umeongezeka kufuatia usitishaji wa mapigano uliosimamiwa na Marekani. WFP hata hivyo, imeeleza kwamba kiwango cha usambazaji bado kiko chini ya lengo lake la kila siku la tani elfu mbili kwa sababu vituo viwili pekee vya mipakani ndivyo vilivyofunguliwa hadi sasa. Babu Abdalla na maelezo zaidi. Kulingana na WFP takriban tani 750 za chakula zinaingia katika ukanda wa Gaza kila siku, lakini kiwango hicho bado kiko chini sana ya mahitaji baada ya miaka miwili ya vita kati ya Israel na kundi la Hamas vita ambavyo vimeharibu sehemu kubwa ya Gaza na kuifanya idadi kubwa ya wakazi wake kusalia bila makazi rasmi. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Geneva, msemaji wa shirika hilo Abir Etefa amesema wanapaswa kutumia kila kituo cha mpakani ili kuongeza usambazaji zaidi wa chakula ndani ya Gaza. Etefa ameongeza kwamba ni vituo viwili pekee vinavyodhibitiwa na Israel vinavyofanya kazi ambavyo ni vya kerem shalom upande wa kusini na kisufim katikati ya gaza uh usambazaji unaendelea kila siku na sasa tunapata wastani wa tani 750 kiwango hicho ni kikubwa tofauti na tulichokuwa nacho kabla ya kusitishwa kwa mapigano lakini hata hivyo bado kiko chini ya lengo letu ambalo ni karibu tani elfu mbili kila siku. Msemaji huyo wa WFP ameeleza kwamba baadhi ya misaada ya lishe kwa watoto na wanawake waja wazito imefika upande wa kaskazini mwa Gaza, lakini misaada hiyo bado iko chini ya kiwango kinachohitajika. Wakazi wengi wa Gaza wanahifadhi chakula wanachopokea kutokana na wasiwasi kwamba zoezi la usambazaji wa chakula linaweza kuzuiwa tena. Wakati huo huo makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance amewasili nchini Israel na anatarajiwa kufanya mazungumzo katika wakati ambapo Washington inajaribu kunusuru awamu wa ya kwanza ya makubaliano ya kusitisha mapigano Gaza. Vance anatarajiwa kukutana na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na viongozi wengine waandamizi wa serikali na inaripotiwa kwamba huenda akasalia huko hadi siku ya Alhamisi. Ziara yake inafuatia ile iliyofanywa jana Jumatatu na mjumbe maalum wa Donald Trump katika eneo la mashariki ya kati Steve Witkoff na Jared Kushner, mkwe wa rais Trump. Makamu huyu wa rais wa Marekani pia amepangiwa kukutana na familia za mateka ambao miili yao bado inazuiliwa ndani ya Gaza na baadhi ya mateka walioachiliwa wa huru wiki iliyopita chini ya makubaliano ya usitishaji mapigano. Ripoti yake Babu Abdallah. Mgombea wa urais wa Tanzania kupitia tiketi ya chama cha mapinduzi CCM, rais wa sasa Samia Suluhu Hassan amesema serikali yake itaendelea kusimamia na kuimarisha miundombinu katika jiji la Dar es Salaam, kuanzia huduma za afya, maji na umeme. Hayo ameyaeleza hivi leo wakati wa kampeni za dakika za lala salama katika mkoa wa Dar es Salaam. Mwandishi wetu Florence Majani amefuatilia na kuandalia na kutoandalia taarifa ifuatayo. Rais Samia Suluhu Hassan alitumia takribani dakika 30 kuelezea namna serikali ya chama chake tawala cha CCM ilivyowezesha maendeleo hasa katika jiji la Dar es Salaam. Mgombea huyo ameyazungumza hayo katika mkutano wake wa kwanza wa kampeni uliozikutanisha wilaya za Ubungo na Kinondoni, akijinadi kuwa chama chake kimefanya mapinduzi makubwa kwa jiji hili ambalo mwenyewe ameliita ndiyo Tanzania yenyewe. Huko Dar es Salaam, ndugu zangu, mkoa muhimu sana kwa sababu Dar es Salaam ndiyo Tanzania, wananchi wote, makabila yote wadini zote wako hapa dar es Salaam. Kadhalika, mgombea huyo wa urais kwa tiketi ya CCM amesema endapo chama chake kitapata ridhaa, basi kitakamilisha ujenzi wa miundombinu ikiwamo kuongeza bajeti ya miradi ya barabara. Amewaahidi wakazi wa, wa dar es Salaam kuwa kuanzia Januari 2026 kutakuwa na mageuzi makubwa ya utoaji wa huduma ya miundombinu ya mwendo kasi. Rais Samia kadhalika amesema serikali yake itaendelea kusimamia haki na usawa kwa watu wanaoishi na ulemavu kwa kuendelea kutekeleza matamko ya kimataifa ya kutomwacha mtu yeyote nyuma. Alihitimisha hotuba yake akiwasisitiza watanzania waende kupiga kura, akisema kuwa maandamano pekee yatakayokuwepo siku hiyo yaani Oktoba 29 ni ya watu kwenda kupiga kura. Mengine ni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 jeshi, vyama vya upinzani na vingine tukae pamoja tujenge nchi. Miongoni mwa waliohudhuria kampeni hizo na kupata wasaa wa kuzungumza ni pamoja na Ezekiel Wenje, aliyekuwa mwenyekiti wa chama cha upinzani Chadema kanda ya Victoria, ambaye hivi karibuni amehamia rasmi CCM. Wengine waliohudhuria mkutano huo wa kampeni ni mawaziri wa wizara mbalimbali, wagombea ubunge kwenye majimbo ya Ubungo na Kinondoni, wake za marais wa wastaafu maarufu kama Millennium na viongozi wa dini wa mkoa wa Dar es Salaam. Florence Majani, DW, Dar es Salaam. Na tukiondoka huko Tanzania bara, tuelekee visiwani. Wadau wa maendeleo wakiwemo kutoka nchi jirani ya Kenya wamekutana Zanzibar katika kongamano la Kigoda cha taaluma ya Sheikh Abeid Amani Karume, mwasisi wa mapinduzi ya Zanzibar. Wadau wamesema katika kipindi hiki cha kuelekea katika uchaguzi mkuu suala la uzalendo, amani na usalama ndio msingi wa maendeleo Mwandishi wetu Salma Said amefuatilia na kutuandalia taarifa hii. Akizungumza katika kongamano hilo la kitaaluma na uzinduzi wa hifadhi ya kidijitali ya rais wa kwanza wa Zanzibar, waziri wa elimu wa Zanzibar Lela Mohamed Musa, ambaye alikuwa mgeni rasmi katika hafla hiyo kwa niaba ya Rais Hussein Mwinyi, amemwelezea Mzee Karume kuwa ni mzalendo na mwanamapinduzi wa kweli. Anafahamika Shehe Abeid Amani Karume kuwa ni kiongozi wa ukombozi aliyosimama kidete kupigania haki za Wazanzibari. Pili, Shehe Abeid Amani Karume ni mwanamapinduzi wa kweli aliyeasisi muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Kigoda cha Mzee Karume kipo chini ya Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar, SUZA. Makamu mkuu wa SUZA Profesa Mohamed Makame ametumia mkusanyiko huo kuelezea nafasi na harakati za ukombozi Afrika. Amesema SUZA imechukua hatua ya kihistoria ya kuhifadhi kidigitali na hazina ya kitaifa inayokusanya nyaraka na picha za kumbukumbu za Mzee Karume kwa lengo la kuhifadhi na kufanyiwa tafiti. Hifadhi hii si tu kumbu, kumbukumbu bali ni chombo cha maarifa utafiti, uhamasishaji wa kizazi kipya kuelekea uongozi wa kimaadili na kizalendo; ni jukwaa la kuunganisha historia na teknolojia, urithi na mwelekeo wa taifa. Kupitia hifadhi hii, SUZA inatuma ujumbe wa uhifadhi kwamba historia yetu si ya kuenziwa tu, baada ya kufundishwa, kufanyiwa tafiti na kuelekezwa kwa vizazi vijavyo wa Zanzibar, Tanzania na hata Afrika. Mada zilizowasilishwa katika kongamano hilo ni pamoja na nini cha kujifunza kutoka uongozi wa mzee Karume na amani kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, mada ambayo iliwasilishwa na Profesa Patrick Lumumba kutoka Kenya, ambapo walisisitiza viongozi kuwa na miiko na maadili. Lazima tuwe na miko, vitu ambavyo hatuvifanyi kwa kuwa havifai, na lazima tuwe na maadili ya kuhakikisha kwamba njia na mbinu tunazozitumia ni njia na mbinu ambazo zitaboresha maisha ya wananchi. Kongamano hilo linahitimishwa kwa kauli mbiu ya maisha ya Sheh Abed Amani Karume na urithi kwa vijana, amani, mshikamano na demokrasia kuelekea uchaguzi mkuu 2025, likiwa ni sehemu ya juhudi za kudumisha fikra na falsafa ya urithi wa hayati Karume kwa vizazi vijavyo. Salma Said, DW, Zanzibar. DW tunavuma kwa kishindosaa kumi na mbili na dakika 17 Afrika Mashariki, tuelekee huko nchini Burundi, ikiwa imetimia miaka 32 miwili baada ya rais wa kwanza wa Burundi Ndadaye kuuawa yeye pamoja na washirika wake wa karibu mnamo Oktoba 21 mwaka 1993 shirika la Avod lililoanzishwa na wajane na yatima wa wahanga wa mauaji hayo wameitaka serikali ya rais wa sasa Evariste Ndayishimiye kuhakikisha kuwa hukumu ya kesi hiyo inatolewa na ukweli unawekwa wazi. Pia shirika hilo limeitaka serikali kuwapatia hadhi ya kitaifa na kufikiria kuwalipa fidia. Mwandishi wetu Amida Isa kutoka Bujumbura ametuandalia taarifa ifuatayo. Tamko rasmi la shirika hilo la wajane na mayatima wa mauaji hayo, mbali na kupongeza hatua ya hayati Melchior Ndadaye ambaye alichaguliwa kidemokrasia na kupewa hadhi kama kinara wa demokrasia, wameitaka serikali kuhakikisha kwamba kesi inayowakabili walohusika na mauaji hayo inamalizika na hukumu inatolewa dhidi yao. Setuturu Emmanuel kiongozi wa shirika hilo la Avod anasema shirika lao limeitaka serikali kufanya kila liwezekanalo ili kesi hiyo iweze kumalizika na ukweli upatikane. Shirika ya Avod lisaba leta Shirika la Avodi linaitaka serikali kusimamia kesi ya waliohusika na mauaji ya Melchior Ndadaye na washirika wake iweze kumalizika na ukweli ujulikane. Shirika la Avodi linaitaka pia serikali kuwapatia hadhi ya kitaifa wajane na yatima wa washirika wake Melchior Ndadaye. Tamko la shirika hilo limetolewa wakati ambapo kesi hiyo iliwekwa kwenye mchakato wa kitaifa wa kutafuta ukweli na maridhiano nchini Burundi. Awali shirika hilo lilibainisha kuridhia mchakato huo, lakini kwanza walitaka wote waliotajwa na vyombo vya sheria kupanga na kuhusika na mauaji hayo waombe radhi kwa familia za wahanga wa mauaji hayo. Aisha Gie Adela, mjane waliyekuwa spika wa bunge kwenye utawala wa Rais Ndadaye, anasema waliohusika na mauaji hayo walitakiwa kujitokeza na kukiri makosa yao na ikiwezekana walipe fidia. Sisi wajani na wayatima, vile vitu vinafatana. Kwanza justice, kisha wanafanya reparation, nyuma unaomba msamaha lakini ulishajua nani mwenye aliua mtu wako. Baada ya hukumu ya kesi hiyo kutangazwa, serikali kupitia wizara ya sheria ilikata rufaa kwa hoja kuwa waliohukumiwa ni wale waliotekeleza pekee mauaji hayo, huku waliopanga mauaji wakisalia bila kufikishwa katika vyombo vya sheria. Hata hivyo, wengi waliotajwa kupanga mauaji yaliyoharibu maisha ya rais Melchior Ndadaye na washirika wake wa karibu akiwemo rais wa zamani Pierre Buyoya walikwisha fariki. Ndadaye aliiongoza nchi kwa siku 102 kabla ya kuuawa. Miaka 32 baada ya kutokea mauaji hayo, hukumu ya mwisho ya kesi hiyo bado haijatolewa. Hamid ah, Isa, DW, Bujumbura. Na tukamilisha uchambuzi wetu kwa kuangalia hali inayoendelea huko nchini Sudan. Kumetokea shambulizi la drone katika uwanja wa ndege wa kimataifa mjini Khartoum huko nchini Sudan mapema leo Jumanne, ikiwa ni siku moja kabla ya serikali ya kijeshi kutaka kufungua tena uwanja huo kwa safari za ndani kwa mara ya kwanza kabisa katika kipindi cha miaka miwili. Mengi kuhusu shambulizi hilo na mengineyo yapo katika ripoti ya Lillian Mtono. Uwanja huo wa ndege ulikuwa umefungwa tangu kulipozuka mapigano Aprili mwaka 2023 kati ya jeshi la Sudani na wanamgambo wa RSF na kusababisha uharibifu mkubwa kwenye miundo mbinu muhimu na hasa kwenye mji mkuu Khatum. Mashuhuda wameliambia shirika la habari la AFP kwamba walisikia milio ya droni kwenye eneo la katikati na kusini mwa Khatum, pamoja na milipuko ya makombora kwenye eneo la uwanja wa ndege majira ya saa 10 hadi saa 12 za asubuhi kwa saa za maeneo hayo. Mmoja ya mashuhuda hao anayeishi kwenye viunga vya Al Azari kusini mwa Khartoum amesema alisikia mripuko na kisha droni ikapita juu kwenye eneo hilo. Mkazi mwingine wa eneo la katikati mwa Khartoum amesema aliamshwa na milio ya droni majira ya saa kumi za alfajiri. Muda mfupi baadaye alisikia vishindo vikubwa kwenye eneo la uwanja wa ndege. Siku ya Jumatatu, mamlaka ya anga ya Sudan alisema uwanja huo wa ndege utafunguliwa tena siku ya Jumatano na safari za ndani zitaanza kurejea baada ya maandalizi ya kiufundi na kiuendeshaji kukamilika. Hatum imeendelea kuwa na utulivu tangu jeshi liliporejesha udhibiti mapema mwaka huu, ingawa mashambulizi ya drone yameendelea. RSF wamekuwa wakilaumiwa mara kwa mara kwa kuwalenga wanajeshi na miundombinu ya umma. Shuhuda mwingine ameliambia shirika la habari la Ufaransa AFP kwamba droni zilishambulia maeneo ya kaskazini mwa Omdurman mapema hii leo. Eneo hilo linajulikana kwa kuwa na kambi kubwa zaidi za kijeshi. Hakuna yoyote aliyekiri kufanya mashambulizi hayo, na hakuna taarifa zozote za uharibifu, majeruhi ama vifo. Shambulizi hili la leo Jumanne ni la tatu kwenye mji huo mkuu katika kipindi cha wiki moja. Wiki iliyopita droni zilifanya mashambulizi kwenye mji huo wa Khartoum kwa siku tano mfululizo ikiwa ni pamoja na na na na na yale yaliyofanyika kwenye kwenye kambi mbili za kijeshi kijeshi zilizo kwa kwa magharibi mwa mji mji, lakini afisa mmoja wa wa wa kijeshi alisema droni droni nyingi zilidunguliwa. Karibu watu laki nane wamerejea kwenye mji wa Khartoum tangu jeshi liliporejesha udhibiti wake sehemu kubwa ya Khartoum. ya ya ya ni vifusi na mamilioni ya wakazi bado wanakumbwa na kukatika kwa umeme mara kwa mara kunakodaiwa kusababishwa mashambulizi ya droni yanayofanywa na RSF. Umoja wa Mataifa umeonya siku ya Jumatatu kuhusu ongezeka kwa machafuko kaskazini na magharibi mwa Darfur kufuatia mashambulizi haya ya droni na mapigano ya ardhini. Vita hivyo vimesababisha vifo vya maelfu ya raia na wengine karibu milioni kumi na mbili wakiwa wameyakimbia ya makazi yao, hatua inayoibua mzozo mkubwa kabisa wa kukosa makazi na njaa ambao haujashuhudiwa ulimwenguni. na msikilizaji, ni wakati wa kuyasikia yale ambayo yanavuma katika mitandao ya kijamii, na Saumu Njama tayari amejaajaa upande wa pili wa studio. Naam, naelekea kule Allianz Arena. Una, una smile smile. Eh, Allianz Arena kuna taarifa nzuri, uh, kuna nani? E, kocha wa Bayern Munich, Vincent Kompany amerefusha mkataba wake na klabu hiyo ama mabingwa watetezi hadi mwaka 2029. Awali mkataba wake ulipaswa kukamilika mwaka 2027, lakini baada ya kuzungumza na bodi na mabosi na matukio yanavyoendelea mpaka sasa wameamua kum Kumfunga kabisa kuanzia sasa hadi mwaka 2029. Taarifa hizi zimepokelewa kwa furaha sana miongoni mwa mashabiki wa Bayern Munich, lakini pia vile vile kocha mwenyewe Vincent Kompany alikuwa na maneno ya kusema na hapa namnukuu, anasema nashukuru, ninahisi heshima na ningependa kuwashukuru Bayern kwa imani na mazingira ya kazi walionipa tangu siku ya kwanza. Ninahisi kama nimekuwa hapa kwa muda mrefu na ninaifahamu klabu vizuri. Hadi sasa nimekuwa na mm -hmm. uzoefu Mzuri sana, mwisho wa kumnukuu mm-hmm. Kwa hiyo kibarua kimeongezeka pale na maoni yamekuwa ni mengi sana, kwa sababu wengi hawakudhani kama uh, Vincent Company pale, eh, Bayern Munich, mimi nikiwa mmoja wao, kwamba angeweza kuleta matokeo ambayo anayatoa pale Bayern Munich kwa hashtag Mia San Mia hashtag company hashtag FC Bayern eh, Salvato ameandika, bila shaka matokeo bado ni muhimu, akitetereka tu anaweza anaweza kuondolewa hata wiki ijayo. Ni kweli kabisa. Na Adeyanjo Obaso yeye anasema upo katika sehemu sahihi kabisa, hii ndio habari njema kabisa niliyoipokea kwa siku ya leo. Hongera sana. Vincent Company ametegwa huyo, yeah? Lakini matokeo anayatoa Mato, kama kuna mtego wa aina yoyote. Hapo kuna mtego kwa sababu kama alivyosema mm. shabiki wetu na mfuatiliaji wetu mm. yaani akose matokeo Bayern Munich mm. Bundesliga akose Champions League akose Pokala akose mm. anaondoka kesho Haya basi, tutajua lakini pia mbali na hayo ya hapo alianza rena leo hii, ligi ya mabingwa zinarudi kuchezwa mechi mbalimbali, na miongoni mwa mechi ambazo zinajadiliwa zaidi mitandaoni ni mechi kati ya Barcelona na Olympiacos, Newcastle na Benfica. Hapo Ujerumani gumzo ni la Bayer Leverkusen, ambapo wanakipigana PSG ndani ya Bay Arena. Joseph Acharo, sijui wewe mtazamo wako, miongoni mwa mashabiki wa kandanda unadhani watatoba hata sisubiri nimalize <laughs> nakwambia PSG, kwa sababu kwa nguvu ambayo wanayo PSG kwa sasa hivi mm -hmm. na kuangalia udhaifu wa, uh, wa kikosi cha Bayer Leverkusen. Na naipenda sana Bayer Leverkusen, ni miongoni mwa timu ambazo zikicheza mimi napata burudani safi sana mm -hmm. lakini ni kikosi ambacho kiko katika kipindi cha mpito. Haya basi, mengi yanazungumzwa kuwa mitandaoni. Msikilizaji aendelee kutufuatilia na kutuachia maoni yake kuhusiana na taarifa hizo. Si sasa tusome ujumbe waliotutumia. Anaitwa Baraka Mlai, huyu yuko Mwika, Moshi, Tanzania, anasema Deutsche Welle nawapata mubashara nikiwa huku Mwika. Mbaga Charles Kubeja wa Geita, Tanzania, anasema jitahidi, jitihada za upatanishi ziendelee ili kuleta amani ya kudumu huko huko Mashariki ya Kati. Rahel Michael wa Kwamamwadule, Handeni, Tanzania anasema kila la heri wagombea wote. Deus Dedith Mali akiwa ya Moshi yanasema makubaliano ya kusitisha vita kati ya Israel Hamas ni wazi kwamba yalikuwa hayana tija, maana wanazidi kushambuliana. Huyu anaitwa ewiwam kembo akiwa chirundu mpakani Zambia, anauliza huko Gaza amani itarejea lini? Katika mm, Instagram namwona hapa selemani Mtahu anasema tunatumai kupata viongozi watakao kuimarisha uchumi wa taifa letu. Msafiri Junia yeye anasema hakuna uchaguzi kama hakuna tume huru ya uchaguzi. Hasan Abdillah Mlacha akiwa Moshi, Tanzania, anasema kushambuliwa kwa uwanja wa ndege huko Khartum kunasikitisha sana. Asante sana msikilizaji, kwa kuendelea kuwa nasi na kushukuru sana na kwa niaba ya mwenzangu Saumu Njama pamoja na mwelekezi wetu Selina Mdemo, mimi ni Josephat Charo na kutakia jioni njema na kila la heri. DW Kiswahili, chaneli ya DW Kiswahili kwenye YouTube. DW Kiswahili inatanua upeo wako. DW Kiswahili hukufanya mwerevu zaidi. Umri wa miaka 20. Jiunge nasi kwenye DW Kiswahili. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili usipitwe na chochote.